Tuelekee kaunti nambari 17 ambapo mtu mmoja amefariki kwenye ajali iliyohusisha matrela matatu katika bara daraja la reli eneo la jet in mjini Emali, kaunti ya Makueni. Ajali hiyo imesababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara kuu kuwe ya Nairobi kuelekea Mombasa. Wanausafiri kuelekea Mombasa na Nairobi wametakiwa kutumia njia nyingine ya Machakos kwenda wote hadi Makindu ili kuepuka changamoto za usafiri katika sehemu hiyo. Tunaungana na mwandishi wetu wa Makueni Michael Mutinda ili aweze kutupasha hali ikoje ha, mahali ulipo uh, Mutinda? Kwa sasa magari yameanza kutembea? Asante uh, sana babu, kama ulivyosema, niko katika eneo la Jetin hapa. Ni katikati ya mji wa Emali na mji wa uh, Simba, kwenye barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi, ambapo hapa nyuma yangu ni daraja ambalo uh, magari haya yaliweza kugongana usiku wa kuamkia leo, ikiwa ni matrela matatu ambayo yaliweza kugongana hana kwa hana. Na kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa, wa polisi wanasema kwamba uh, trela moja ilikuwa likijaribu kupita trela lengine na kugongana na lengine lilokuwa likitoka upande wa Mombasa na kisha trailer lengine ama matrela mengine mawili yaliyokuwa nyuma yaliokuwa kutoka upande wa Mombasa yakaweza kugonga hilo kwa nyuma, na kusababisha kifo cha mtu mmoja, huku wengine wakiweza kupata majeraha na kukimbizwa katika hospitali mbalimbali, uh, ikiwemo hospitali ya Kilome Nassin. Na ambapo uh, kufikia sasa uh, japo magari yameanza kusonga, yanasonga kwa upole mno ama kwa kwa kwa njia ya unyonga mno, kwa sababu uh, pamekuwa na msongamano mkubwa wa tangia mwendo wa saa tisa kama tulivyozungumza na baadhi ya madereva uh, wakisema wamekuwa wamekwama hapa kuanzia mwendo wa saa tisa magari haya yakiwa ya, hakuna mwendo wowote ule, na kwa, kwa sasa japo pamefunguliwa lakini magari haya, tu, ambayo alikuwa amehusika kwenye ajali yaliweza kuondolewa na kuwekwa kando ili kutoa nafasi kwa ajili ya magari haya kuendelea. Lakini tumeweza kuona ujumbe kutoka kwa idara ya polisi kwamba wale madereva wanaotoka upande wa Mombasa wakifika Machakos na kuelekea Nairobi sawia na wale ambao wanatoka mjini Nairobi kupitia Machakos wote hadi Makindu kuepuka msongamano huu ambao umeweza kuwafanya wengi kutoweza kwenda mahali walikuwa wanaelekea. Na tumeweza kuona hapa abiria ambao wanatoka, walitoka maeneo ya Kisumu, wengine walitoka maeneo ya Nairobi, wako hapa, walitoka mwendo wa saa kumi asubuhi, wako hapa, wengine walikuwa toka mwendo wa saa sita usiku, wako hapa. Kuna wale ambao walikuwa wanatoka mjini Mombasa kuelekea jijini Nairobi bado hao pia wamekwama hapa, madereva wengi wakitoa wito tu kwa serikali iweze kuhakikisha inazingatia mno barabara hii na kuweza kuipanua. Na wanasema mpango wa serikali wa kuweza kuweka barabara mbili hapa ama expressway kuelekea Mombasa, naweza kutatua matatizo kama haya na hasara siku zijazo. Kwa hivyo, hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa, na tutazidi kufuatilia hapa na kuweza kuleta taarifa zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Swale, asante sana Mutinda, kutoka Emali.